Bana, mwendelezo wa tour za Diamond Platnumz unazidi kuendelea vizuri, lakini pia show mbalimbali mbali zikiwa anaendelea kushare kwenye mitandao yake ya Instagram, IG, watu wana show respect kwa kitu ambacho anakifanya msanii Diamond Platnumz, lakini pia kitu ambacho kimeinua hisia za mashabiki na watu wa karibu wa msanii Diamond Platnumz, mmoja kati ya interview kubwa sana Diamond Platnumz kukaribishwa katika mji wa Marekani New York City, pale moja kati ya TV kubwa sana kwa kipande kile pale sasani Diamond Platnumz alikaribishwa, lakini pia moja kati interview Elizungu, eli ya interview ambayo imezungumza ilizungu iliambiwa kuhusiana na ngoma yake ya Komasava. Komasava tunafahamu ni ngoma ambayo imempa wakati mzuri sana na of course ndio ngoma ambayo sasa hivi katika mataifa mbalimbali mbali, kila atakapo perform lazima ipige Komasava, lakini pia licha Komasava tu akafanya remix na Jason Derulo na tunafahamu kwamba Jason Derulo ni moja kati ya wasanii kwa mataifa, ni msanii ambaye ana ushawishi kubwa sana of course akafanya uh, kazi nyingi sana kipindi cha nyuma, na kina Nicki Minaj, wasanii wakubwa sana ambao kwenye platform kubwa, kina Manoma. Lakini pia nikukumbushe, kipindi cha nyuma, kabla ya remix ya Jasson Deruro, Diamond Platnumz baada ya kuachia ngoma yake Komasava official uh, ikiwa ni piwa ilishayekushare posti au ilishayekushare charts ambazo ime chat na Jasson Deruro, watu wengi sana au mawazo na mafikirio ya watanzania wengi sana waliamini kwamba

remix ya Komasava kwa sababu Komasava ilikuwa ni ngoma ambayo ilivutia wasanii wengi sana wakubwa, na mashabiki walikuwa wanajiuliza ni msanii gani ambaye anaweza akaingia kwenye remix ya hii ngoma ya Komasava. Sasa siku ya jana Diamond Platnumz imefunguka aka baada ya swali moja ambalo iliulizwa kwamba hii ngoma unahisi ni nani ambaye alimuomba mwenzake kufanya collaboration na vitu kama hivyo. So Diamond akafunguka akasema kwamba uh, Justin Deruro ndio uh, msanii ambaye alimuomba yeye mwenyewe kufanya remix ya Komasafa na Kablesi akasema, so mbaya kwa sababu Justin Deruro impact kwenye mziki huu hapa basi akaona mtunuku. So watu walikuwa wanashangaa sana kuona kwamba kitendo cha Justin Deruro kumuomba msanii Diamond Platnumz ngoma ya kufanya remix, wakaona kama mbona kama Diamond amedanganya umma hivi. Lakini pia we, maoni yako ni yapi kwamba msanii Justin Deruro ni kweli alimuomba Diamond Platnumz? Na ukikompea na zile chati ambazo LZ Post kipindi cha nyuma, Diamond Platnumz akimwa approach Justin Deruro kwa ajili ya kufanya kazi ya remix ya Komasa. Lakini licha ya hivyo tu, tunafahamu kwamba leo ni tarehe ishirini uh, mwendelezo hatua za Diamond Platnumz anaendelea kufanya vyema vyema, akatembea uh, maeneo mbalimbali Manchester, London kwa ajili ya show zake, na sasa hivi tarehe ishirini uh, listi ya takwimu zake, anatarajiwa kufanya au kutumbuiza kwenye show ya Sama Jamzi, ambao Sama Jamzi imekuwa ni moja kati ya tamasha kubwa sana ambalo lina konteni wasanii wengi sana wakubwa wakubwa na watu ambao uwafahamu, lakini pia nikupitisha kidogo. Ili tamasha la Summer Jam linahusiana na muziki yote, nikiwa na maanisha hip hop pamoja na R&B, ambao liliandaliwa kituo cha radio cha Hot 97 cha New York Marekani. Kuhusu ukubwa wake wa Summer Jam, unaweza kucontain watu wengi sana, kuanzia elfu hamsini mpaka 80 so so kitoto. Ukubwa wa tamasha hilo na kucontain watu kiasi hicho, basi watu wanakuwa ni mobu sana, lakini pia tamasha hili limehudhuria watu wakubwa sana au mastaa mbalimbali ambao walikuwa wanafanya vizuri kuingia kwenye hili tamasha kuperform, mtu kama Jay-Z, Nicki Minaj, 50 Cent, Cardi B, Lil Wayne, Drake pamoja na Kendrick Lamar. So hao wote ni wasanii ambao walishawahi kuingia kwenye hili tamasha la Hot Night na Seven Summer Jams na kuperform katika tamasha hilo. So usiku wa leo Diamond Platnumz ataenda kuiwakilisha vyema. Also bana Bendera Tanzania kwenye usiku huu, lakini pia akiongozwa was, wasani wasani na wasanii wenzake ambao wataperform watakutana nao kwenye performance ya wasanii maarufu ambao wanajulikana, by the way, mfano kama Guna Guna tunafahamu ni, ni, ni rapper kutoka Marekani New York ambaye anafahamika kina Manoma, lakini pia kuna Aira Stars wa kina Asha Kays au Sobana wa kina Asha Kays. Ya moja wote hao ni wasanii ambao wataparticipate kwenye performance nzima akiwa bwana msanii Diamond Platnumz ambazo wengi wanafurahishwa ni kumuona Diamond Platnumz amekutanishwa na wale wasanii ambao walikuwa wanatamani pia kutane nao na kuperform nao kina Manoma. Wasanii wengi sana ambao watajitokeza kwenye surprise performance kusupport wale wasanii wa pembeni pembeni ambao umefanya nao collaboration. Una maoni gani kuhusiana na hili tamasha ambalo litakuja kufanywa au linaenda kufanywa siku ya leo? Soma Jamz usiku wa leo, tamasha kubwa kina Manoma, uangushe maoni yako hapo alafu Unahisi Diamond yataua kwenye performance kama iliyoifanya London? Toa maoni kupitia Bongo Plus TV mbe. Naitwa Riz Kibwana Libia Kitengwa Genathi Mo Peace.

and you don't have to be a bad person that music can be your your mm, i can say capital starting point for you to invest on different things so what's it like for you you grew up in tanzania where i grew up in tanzania in tandale dar es salaam kutoka tandale mpaka new york fox 5 hapa jamani new york Tarsilam, yeah, yeah. yeah, okay and the capital is dodoma

All right, so me of comic is here. He's truly... <laughs> New York jamani Diamond eh, wa Tanzania. Tumunge mkono, hii ni New York. Fox 5 lukuga eh, Mungu akujalie baba.